Hujambo mwanafunzi, na karibu. Leo tunaangazia maswali ya kudurusu kutoka riwaya Nguu za Jadi. Swali la kwanza, jadili jinsi wananchi katika riwaya Nguu za Jadi walipambana na uongozi mbaya, alama kumi. Pili, fafanua umuhimu wa mandhari ya mkahawa wa Saturn, alama kumi. Tukianza na jadili jinsi wananchi walipambana na uongozi mbaya kwanza, tunapata kwamba walitumia wakili, walitumia wakili waketo, walitumia wakili Mwamba na akashinda kesi ya ardhi ya Matango. Pili, kuna kuwa na umoja na ushirikiano, tunaona kwamba wanawake kwa wanaume, makabila tofauti, waliungana kuondoa uongozi dhalimu wa Mtemi Lesulia, kwa mfano tuko na Mangwasha na Lonare. Tatu, kuna kuvumilia, tunaona kwamba Lonare alivumilia hujuma alizokuwa akipata kutoka Mtemi Lesulia, kwa uongozi wa Mtemi Lesulia kwa mfano katika biashara zake na magari yake Tate. Nne, kuna kusamehe, tunaona kwamba Lonare alimsamehe mashauri aliyeshiriki jama aliyehujumu majengo yake. Pia kuna kutumia maarifa. Lonare alikwepa hila za mahasidi wake. Kunakuwa na moyo mgumu, Lonare alitekwa nyara lakini hakutereka haku, yani hakufa moyo kwa sababu ya wapinzani wake. Katika uchaguzi tunaona kwamba aliweza kushinda ule uchaguzi. Kuna kuwa na msimamo thabiti, Lonare alihatarisha maisha yake katika kumpinga Mtemile Sulia. Kuna kutumia ulinzi wa polisi, Lonare aliwaleta polisi kanisani ili kuweza ili waweze kuwapa ulinzi wakimbizi waliokuwa pale. Kuna kutumia ujanja. Kuna kutafuta mashahidi. Kuna kutumia mahakama, kwa mfano ile kezi dhidi ya unyakuzi wa ardhi katika eneo la Matango. Kuna kutumia jasusi, tunaona kwamba Mangwasha na Lonari waliamua kumweka jasusi ili kuchunguza mienendo ya Sihaba aliyekuwa na biashara ya kuwatumia wasichana madanguroni. Kuna kukimbilia kanisani, waketwa wanapochomewa ma... eh, nyumba zao za Matango wanakimbilia kanisani ili kuweza kupata hifadhi. Kuna kurudisha hongo. Tunaona kwamba Lonare anamrudishia Sagilu pesa alizompa Mrima ili afanyie Mtemilesuli ya kampeni. Kuna kuripoti uhalifu kwa polisi. Mangwasha na mashauri wanafika na polisi katika jumba la ufuska la Sihaba na pia anakamatwa. Kuna kuwakabili uongozi, viongozi dhalimu. Tunaona Mangwasha anamkabili Chifu Mshabaha ofisini mwake baada ya kupigwa kalamu. Kuna kutafuta msaada. Lonare anapo tekwa nyara anaelekea kwa Mangwasha na Mrima ili aweze kupata usaidizi. Kuna kutoroka, tunaona Lonare aliweza kutoroka wakati ambapo alikuwa ametekwa nyara. Kuna kuchagua mtemi mpya, tunaona Lonare anachaguliwa kama mtemi na kuweza kuwasaidia waketwa. Kuna kuandamana, wakimbizi waketwa wanaimba nyimbo za kutaka haki yao wakirejelea eneo la Matango walikofurushwa na mwisho kuna kuwa jasiri tunaona Mangwasha anafanya kazi ofisini mwa chifu Mshabaha licha ya kuwa yeye ni mketwa na walichukiwa na wakule wa ukoo wa chifu. Swali so, la pili tunauliza umuhimu wa mandhari ya mkahawa wa Saturn. Kwanza, kuna kuonyesha uwajibikaji. Tunaona mashauri yanawajibika na kumfuata Sangilu mkahawani alivyoshauriwa na rafiki yake Ngoswe. Pili, kuna kuchunguza, kuchimuza maudhui ya ajira na kazi. Tunaona kuna wahudumu waliofanya kazi ya kuwahudumia wateja katika mkahawa huu. Tatu, kuna kujenga sifa za Sangilu kama mwenye matamaa ya mapenzi, anafanya mapenzi na Cheia kutokana na tamaa yake. Nne, kuna kujenga mtiririko wa matukio katika riwaya kuna jama ya Lesulia na Sangilu kumhonga Mrima inafichuka hapa mkahawani. Sangilu alikombana na mashauri Ngoswe pia akimuita Sangilu ili washauriane papa hapa katika huo mkahawa wa Saturn. Yanakuza siasa, kuna mikutano ya siasa ilifanyika hapa mkahawani huu Maudhui ya ufisadi. Lesuli na Sangilu walikuwa amemhonga Mrima ili ampinge Lonare. Kuna usaliti, tunaona Chaia na msaliti masauri, mashauri, samahani kwa kufanya mapenzi na Sangilu ambaye ni babake. Pia kuna kuchimuza uzinzi, uzinzi kati ya Chaia na Sangilu, na pia kuna maudhui ya tamaa. Sangilu ana tamaa ya mapenzi, ya mapenzi na hata hajali heshima wala utamaduni. Tukienda katika swali lingine, alisikia jina lake likitajwa kuwa miongoni mwa wanawake walioleta mabadiliko makubwa ya vijana nchini, hasa wa kiume. Eleza muktadha wa dondoo hili na tunaona maneno ni ya mwandishi au msimulizi akimrejelea Mangwasha. Tunaona kwamba Mangwasha alikuwa nyumbani kwake na alikuwa akisikia jinsi jina lake lilisifika kwenye redio kutokana na juhudi zake za kuinua mtoto wa kiume. Swali la ba, kwa hoja kumi, fafanua mchango wa mrejelewa na wengine wa jinsia ya yake katika ujenzi wa jamii mpya kwenye riwaya ya Nguu za Jadi. Hapa kwanza, mrejelewa ni Mangwasha na tunaona kwamba Mangwasha ni wa jinsia ya kike. Kwa hivyo, kwa kifupi, unaulizwa unafaa kurejelea mchango wa jinsia ya kike na wengine katika ujenzi wa jamii mpya katika riwaya ya Nguu za Jadi. Na kwanza, tunapata kwamba wanaleta mageuzi au mapinduzi. Tunaona kwamba Mangwasha na wanawake wenzake wako kwenye mstari wa mbele ya kumfanyia Lonare kampeni na kung'atua uongozi wa Mtemi Resulia. Pili, kuna kuficha siri. Mangwasha anamweleza Lonare kuhusu jama ya Chifu mshabaha ya kunyakua ardhi ya Matango. Tatu, kuna kupinga unyakuzi wa ardhi. Mangwasha na wanawake wenzake wanakataa katakata kuondoka Matango sababu hiyo ilikuwa ardhi yao. Nne, kuna kukataa vishawishi. Mangwasha anakataa hila na pesa za Sangilu ili kumwendea kinyume na kumuendea kinyume, eh, Mrima, katika usuhuba wao. A, tunapata kwamba kwanafanya maandamano. Mangwasha na waketo wenzake wanaandamana ili kupinga unyakuzi wa ardhi ya Matango kuna kuanzisha miradi na vitengo vya kusaidia vijana. Pia kuna kujumuika katika malezi na kuvumilia katika ndoa. Tunaona kwamba Mangwasha na wale wanawe Sayore na Kajewa, wakati ambapo mumewe anazamia ulevi. Kuna kutafuta waume wao. Mangwasha anamtafuta Mrima katika maeneo ya Ponda Mali, anakoenda kulewa na kufanya anasa kuna kufanya uchunguzi au upekuzi. Mangwasha kupitia upekuzi wake anabaini ni Sangilu anayempa Mrima pesa za kulewa. Pia kuna kuzuia usaliti, anazificha pesa hizo na kuzuia anasa na kutowajibika kwa Mrima. Kuna kushauriana au kutoa ushauri. Tunampata Bungulu anamshauri Mangwasha kuhusiana na namna ya kutatua changamoto kati yake na Mrima kwenye ndoa pia kuna kupeleka kesi mahakamani. Tunaona Mangwasha na wenzake wanapeleka wanampeleka na Nziu na Mbwashu mahakamani kwa tuhuma za kunyakua ardhi ya Wanamatango. Kunakuwa na msimamo thabiti. Ngosha anakataa kata katakata kushawishiwa na chifu Mshabaha kutoolewa na Mrima. Na mwisho kuna kuanzisha biashara au kufanya kazi na ajira. Mangosha anaanzisha biashara ya duka ili kupata riziki, jambo hili linamtoa Mrima kwenye lindi la ulevi. A, jadili umuhimu wa mandhari ya Ponda Mali kwenye riwaya Nguu za Jadi. Kwanza, kuna kukuza athari za ulevi. Tunaona Mrima analewa kupindukia na kuisahau familia yake. Pili, kuna kukuza utowajibika au kutowajibika. Tunaona Mrima anakosa kuwajibikia mahitaji ya familia yake na kufika Ponda Mali kulewa. Kuna kuonyesha uozo katika jamii. Tunaona walevi wanalewa kupindukia na kukuza sifa za Mrima kama mlevi na pia mtelekezaji wa majukumu ya kifamilia. Kukuza sifa ya Mrima kama asiwajibika, tunaona Mrima hakuwajibikia familia yake anapoenda Ponda Mali kulewa. Na pia kuna kukuza sifa ya Mangwasha kama mwajibikaji, anawajibika kufika Ponda Mali kumtafuta mumewe. Na pia kuna kukuza binu za mtindo, kwa mfano majazi mbinu ya kukipa kitu sifa kulingana jina ku, ni mbinu ya kukipa kitu jina kulingana na sifa zake. Ponda Mali ni jina la kimajazi, pahali ambapo watu wanaenda kuponda mali. Uh, tuko na swali la ziada ambalo lina uhusiano na swali ambalo tumeweza kuangalia. Na swali hili: jadili umuhimu wa mandhari ya ponda mali katika kufanikisha wahusika kwenye riwaya Nguu za Jadi. Na jambo la kwanza, tofauti iliyoko kati ya hili swali na hilo ambalo tumeangalia ni kwamba tunaona, swali la kwanza, tumeangalia mambo ambayo yanatokana na lile eneo la ponda mali au umuhimu wa yale mandhari ya ponda mali, lakini hapa ni katika kufanikisha wahusika kwenye riwaya Nguu za Jadi. Na kitu cha kwanza tunafaa tujiulize ni kuwa ni wahusika wepi hawa ambao wanaonekana ama wanapatikana katika lile eneo, na kwanza tuna Mangwasha, tuna Sangilu, tuna Mrima na pia tuna Bungulu na tutaanza mandhari haya jinsi yanavyowasawiri wahusika hao. Na tutaanza na Mangosha. Kwanza, tunaona kwamba ni mwana mapinduzi, anaamua kwenda kinyume na mila na kumtafuta Mrima pale katika lile eneo. Pili, ni mwenye bidii, anaamua kwenda kumtafuta Mrima katika lile eneo licha ya mazingira yale kuwa mabovu pia ni mwenye mapenzi na huruma, na mwisho ni mzalendo kwa sababu anawasikitikia watoto waliotelekezwa pale Ponda Mali na kutamani hatua ingechukuliwa kubadili maisha yao. Jambo lingine ni kwamba uh, tukiangalia mhusika mwingine ni Bungulu, tunaweza anza kusema kwamba ni mhafidhina au mtamaduni, anaamini na kushikilia mila zinazomzuia mwanamke kumtafuta mumewe anakoolewa. Pili, tunaona kwamba ni muoga kwa sababu anamweleza Mangosha asiende Ponda Mali kumtafuta Mrima kwa vile ni mwiko ama ni hatia katika jamii kufanya hivyo kulingana na mila. Ni mwenye mapenzi na anayejali, anamhurumia Mangwasha anapoamua kwenda ponda mali na hata kuahidi kumsubiri atakapotoka huko. Na pia ni mwenye busara au mshauri mwema, anamshauri Mangwasha dhidi ya kwenda katika lile eneo. Tukiangalia Mrima tunapata kwamba ni mlevi na mpenda anasa kwa sababu anakwenda katika mazingira yale kulewa. Ni mjinga Sababu anatumia pesa anazopewa na, Sangu, na Sangilu kulewa badala ya kukimu mahitaji ya wanawe tatu ni mwenye mapuuza, anakosa kutimiza majukumu ya malezi kwa kuwa anaenda ponda mali kulewa, na pia ni mbadhirifu, anatumia vibaya pesa anazopewa na Sangilu fanya anasa na kulewa. Tukimwangalia Sangilu tunaona kwamba ni mbadhirifu, anampa mrima pesa za kwenda kulewa ponda mali. Pili, ni mpenda eh, kisasi kwa sababu anampa mrima pesa za kulewa ponda mali ili kulipa kisasi ya kukataliwa, ama kulipiza kisasi cha kukataliwa na mangwasha. Ni mjinga sababu pia anampa mrima pesa za kwenda kulewa ponda mali, na pia ni mwenye mapuuza kwa sababu ajali mafadhaiko ambayo ulevi wa, mangu, wa mrima, ulimletea ulevi wa, ule, wa mangwasha ulevi wa mrima ulimletea mangwasha pale ponda mali. Ah, shukran sana mwanafunzi, hadi wakati mwingine inshallah.